Jamii inatambua kwamba tunao watoto ambao wako mitaani kwa sababu mbalimbali mbali. Moja, vifo vya wazazi kuacha watoto akihangaika wa na jamii iliyobaki kuto waratibu vizuri, lakini mbili, kutengana kwa baba na mama kwenye familia na kuacha watoto au kumwacha mzazi mmoja akihangaika na watoto naye pia akatelekeza, lakini wako ambao wanatupa watoto wao matendo ambayo hayatendi haki kwa watoto wetu na kusababisha vijana hawa kwenda mtaani. Mheshimiwa Spika, watoto wa mitaani, kwa upande wetu wa serikali, tumeratibu vizuri, kama nilivyojibu swali lilopita, kwamba tumeunda wizara maalum inayoratibu na kusimamia mwenendo wa jamii inayoitwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na wizara hii imetoa maelekezo thabiti kwa mamlaka za serikali za mitaa ambako watoto hawa ndiko waliko, kwenye halmashauri vijiji, halmashauri za manispaa mpaka majiji, na tuna kitengo kule cha maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, ambayo kazi yake kubwa ni kupita na kuona kwa hiyo jukumu lake la kwanza, kuwatambua hawa watoto mahali walipo, sababu za kuwepo kwao na mahitaji yao. Tunajua yapo mahitaji ya kimsingi, elimu, afya na chakula. Kazi ya wizara hii ambayo inaendelea nayo hata sasa ni kuhakikisha kwamba inawatambua hawa, lakini pia kushirikiana na wadau ambao wamejitokeza kuokoa mazingira ya watoto hawa ambao wamezagaa mtaani na kuwaweka pamoja, na tumeshuhudia mara kadhaa, wako wananchi wa Tanzania ambao wameguswa na watoto hao kubaki mitaani, wanawakusanya pamoja na kuwahudumia. Na waheshimiwa wabunge, mara kadhaa tumewashuhudia mkienda kwenye vituo vya kulelea watoto yatima mkitoa huduma, yale makundi ambayo mnayahudumia ndio haya ambayo mheshimiwa Maleko leo anataka kujua mkakati wa serikali. Kwa hiyo mkakati wa serikali, kwanza tunashirikiana na wadau kuhakikisha kwamba tunaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha watoto hawa wanapata haki zao za kimsingi ili wafikie ndoto ambayo mheshimiwa Maleko anaieleza. Lakini mbili, mifumo yote ya kisheria ya huku ndani ya kumlinda mtoto huyu inayotoa mwanya wa kumfanya mtoto huyu aweze kuishi kama wengine. Moja, hata ile sera ya elimu ya elimu bure imewezesha sana watoto hawa kutoka mitaani ya kuenda shuleni bila malipo yoyote na kuwawezesha jamii ambayo imekubali kuwatunza watoto hao wa kuweza kukaa nao na kuwapeleka shule bila gharama yoyote. Kwa hiyo haya ni miongoni ya yale ambayo tuna tunayafanya katika serikali. Niendelee tu kuitaka jamii kwamba uko umuhimu wa kuwabaini watoto wetu walioko mitaani, ambao wanazagaa, hawana mwelekeo, lakini hawana huduma maalum, kuweza kuweka pamoja na kuwapeleka kwenye halmashauri idara ya ustawi wa jamii itaratibu kwa mujibu wa taratibu ambazo serikali imejiwekea. Naweza kusema kwa jumla kwamba serikali tutaendelea kushirikiana wadau kuhakikisha kwamba tunatambua tuna, tuna, tuna, watoto hawa na mahitaji yao, lakini kuwapeleka maeneo ambayo watapata huduma muhimu za kimsingi kama vile elimu, afya, malazi, chakula ili tuweze kuwapunguza kwa, kwa kiasi kikubwa kwenye hiyo. Kwani ni tuwe wito kwa jamii tuwache tabia kuwatupa watoto, tuwache tabia kuwatelekeza watoto, tuwache tabia ya kuwacha watoto wanajiendesha wao wenyewe bila ya kulelewa, ili watoto hawa ndio taifa ambalo litakuja kujengwa na kuleta maendeleo kupitia watoto hao. Kwa hiyo wanahitaji haki yao kimsingi ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora na waendelee kufikiria kufikia ndoto ambazo wanazo.